Nam habari, karibu kwenye kipindi cha afya na Dr. Rafiki. Katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia kuhusu madhara ya masturbation, ambayo kwa lugha ya Kiswahili watu wengi wamezoea kuita punyeto. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu, hakikisha umesubscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata masomo yetu ya afya tunayoleta kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana kwa kufanya hivyo, and my God bless you. Sasa punyeto au masturbation ni ile hali ambapo mtu anapojisugua au kujichezea sehemu zake za siri kwa mikono au kitu kingine, ili ajiletee raha ya tendo la ndoa akiwa peke yake. Wanaume huita hali hii ni kujichua na wanawake huita hali hii ni kujichezea sehemu za siri. Sasa lengo la kufanya hivyo huwa ni mtu kutaka kufika kileleni, yani orgasm, bila kuwa na mwenza, kwa kutumia mwili wake mwenyewe. Mara nyingi watu hufanya tendo hili wakiwa peke yao chumbani, bafuni au mahali pa faragha. Wengine hufanya tendo hili kwa kutazama video au picha za ngono yani pornografia, ili kuchochea hisia. Sasa siku hizi punyeto au masturbation imekuwa kama jambo la kawaida kwa vijana wengi, na sio tu vijana, hata kwa watu wazima. Wengine husema ni njia ya kujituliza, wengine wanasema ni mbadala wa tendo la ndoa, na wengine wanaamini haina madhara kabisa. Lakini swali la muhimu la kujiuliza, je, punyeto ina madhara kweli kwa mwili na akili? Na kama yapo, ni yapi hasa ambayo yanatokea taratibu bila mtu kumgundua? Sasa katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia kuhusu madhara unaoweza kuyapata ukiwa unafanya masturbation au punyeto. Sasa madhara ya kwanza, inaharibu afya ya akili. Kila unapofanya punyeto au masturbation mara kwa mara huasiri ubongo wako. Unapojichua mwili hutoa kemikali ya raha inayoitwa dopamine. hii ni kemikali ndiyo inaokufanya ujisikie raha ya kufurahia tendo hilo. Sasa unavyoendelea kujichua mara nyingi, ubongo unazoea kutoa kemikali hiyo kwa njia rahisi bila juhudi yoyote. Hii hufanya ubongo wako kuwa na udhaifu wa kutafuta raha kupitia vitu vingine vya kawaida kama kazi, mafanikio, au hata kuongea na watu. Matokeo yake ni kwamba unajikuta unakosa furaha ya maisha, unapoteza hamu ya kufanya mambo ya msingi, unaweza kuanza kuwa mwepesi wa kukasirika, huzuni isiyoelezeka, hata kuogopa kujiwewa karibu na watu. Hii ni kwa sababu ubongo wako umejifunza kutafuta raha ya haraka kupitia masturbation au punyeto, na si njia nyingine. Na hii ndiyo maana watu wengi wanaofanya sana masturbation au punyeto hukiri kwamba wanajihisi kama wamefungwa, wanataka kuwaacha lakini wanashindwa. Na hilo linaathiri namna ya mtu anavyojiamini, anavyoongea mbele za watu na hata namna anavyojiona yeye mwenyewe, na mtu huanza kujiangalia kwa aibu au kama hayuko sawa, na huu ndio mwanzo wa matatizo ya afya ya akili. Sasa, madhara ya pili, inaharibu uwezo wa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Kila unavyojichua mwili unafanya kazi vile vile kama unavyofanya tendo la ndoa kuanzia misuli ya sehemu za siri, mishipa ya fahamu, hata moyo wako, yote hufanya kazi kama unavyofanya tendo la ndoa la kawaida. Sasa ukifanya mara kwa mara bila kupumzika, mwili unaanza kuchoka taratibu bila wewe kugundua. Kwa mfano kuna baadhi ya wanaume wahanga wa tatizo hili wamekuwa wakilalamika kwamba nguvu za kiume huanza kupungua au wanatoa mbegu mapema sana kabla hata ya tendo la ndoa halijaendelea. Ukiwauliza historia yao, wengi wamekuwa wakijichua sana kwa muda mrefu. Hii ni kwa sababu punyeto au masturbation huzoweza ubongo kufikia kileleni haraka. Sasa hata ukija kufanya tendo la ndoa halisi, mwili wako tayari unakuwa umezoea haraka, unashindwa kuhimili muda wa kawaida. Hapo ndipo mtu anaanza kuona kama hana nguvu za kiume au hawezi kumridhisha mwenzi wake. halafu na wengine kwa sababu ya kutumia nguvu nyingi kujichua au kutumia njia zisizo salama, huanza kupata maumivu kwenye korodani, sehemu za siri kuwa na hisia kali sana, yaani oversensitivity, na hata kushindwa kusimamisha vizuri. Mtu anaweza hata kuharibu mishipa midogo ya fahamu inayosababisha kusimama kwa uume, na muda ukizidi, matatizo haya huwa magumu zaidi kutibika. Madhara ya tatu, inapunguza hamu ya tendo la ndoa. Mtu anapofanya punyeto au masturbation mara kwa mara, hasa kwa muda mrefu, mwili na akili vinajifunza kupata raha kwa njia ya haraka na ya peke yako. Ubongo wako na mwili wako vinazoea kufika kileleni, yaani ugazi, bila kujihusisha na mwenzi wako. Hii inaathiri moja kwa moja hamu ya kufanya tendo la ndoa la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu hisia zako zote zimejikita kwenye picha au mawazo unaokuwa nayo wakati wa kufanya ponyeto au masturbation. Unapokutana na mwenzi wako halisi, akili yako haipati kile kilichozoeleka. Hali ile ya msisimko au hamasa hupungua, unajikuta hauna hamu au kufurahii tendo lenyewe kama ilivyo kawaida, na mara nyingine mwili wako haupati msisimko kabisa, sio kwa sababu hauna nguvu, bali kwa sababu akili yako imeshahama hama upande mwingine. Na kuna baadhi ya watu hali hii inakuwa mbaya zaidi, kiasi kwamba hata wakiwa na wake zao au wanaume zao hawahisi hamu ya kuwa nao kimwili. Wanajikuta wanatamani kurudi kwenye masturbation au punyeto, kwa sababu huko ndio kuna raha yaki, ya haraka waliyoizoea. Sasa matokeo yake mahusiano yanaanza kusambaratika. Mwenza wako anajiona kama hatoshi, anajiona hana hamu, anakuwa na aibu na hata anaweza kuacha tendo la ndoa kabisa. Hii inaweza kuasili ndoa, furaha ya familia na hata afya ya akili. Sasa madhara ya nne: inaharibu maisha yako kwa ujumla. Kuna jambo ambalo watu wengi hawalijui. Masturbation ikizidi, haiishi tu kuasili afya ya akili au ya mwili, bali huasili pia maisha yako ya kila siku, hasa kwenye maendeleo yako binafsi. Sasa nitakuelezea kwa mfano mwepesi. Fikiria una malengo makubwa, unataka kujisomesha au kufungua biashara au kuboresha maisha yako au hata kujenga familia imara, lakini kila siku unatumia muda wako mwingi kufanya masturbation au punyeto. Unaanza kufanya kwa dakika chache, lakini mwisho wa siku unajikuta saa nzima limepita ukifanya tendo hilo. Na mbaya zaidi, mara nyingi wengi hufanya pamoja wakiwa wanaangalia picha au video za ngono. Hii hufanya mwili kuchoka, kwa sababu muda mwingine huwezi kulala mapema na unaweza kuchelewa kuamka, jambo linaloweza kusababisha kutofanya kazi vizuri kwa sababu akili yako inakuwa nzito. Hii ni kwa sababu punyeto au masturbation inapozidi, ubongo wako unazoea starehe za haraka, yani instant pleasure, na hauko tayari kuvumilia mateso ya mafanikio. Uvivu unaingia taratibu, motisha ya kufanya kazi inashuka, matokeo yake mambo yako ya muhimu yanakwama. Halafu unajikuta unaishi kwa kujificha, kila mara una guilt ya moyoni, huwezi kusimama mbele za watu, hujiamini, unaogopa kuchukua hatua kubwa. Hiyo ni kwa sababu ndani yako unajua kuna tabia inayokurudisha nyuma. Na zaidi ya hapo, watu wengi wanaokuwa na uraibu wa punyeto au masturbation hutumia muda wao mwingi kujificha kwenye mitandao, simu, hata kompyuta, badala ya kuweka muda huo kusoma, kutafuta fursa, kujifunza kitu kipya, au hata kujenga uhusiano wa maana. Punyeto au masturbation inapozidi inaweza kuharibu ndoto zako kabisa bila hata wewe kujua. Ni kama mchwa anakula ambao taratibu, mpaka siku moja nyumba inaporomoka, na nyumba hiyo ni maisha yako. Punyeto au masturbation inaweza kuwa na madhara makubwa zaidi kuliko unavyofikiria, hasa inapofanywa mara kwa mara. Hii ina athari afya yako ya akili, mwili, hata mahusiano yako. Hebu tuambie kwenye komenti ni madhara gani mengine unayoyafahamu yanayosababishwa na masturbation au punyeto. Lakini kama unahitaji ushauri wa kitaalam, wasiana nami kwa whatsapp namba iliyopo hapo kwenye skrini. Hakikisha pia umesubscribe chaneli yetu, ili wa kwanza kupata masomo yetu ya afya tunayoyaka kila siku kwa lugha ya Kiswahili. Asante sana kwa kufanya hivyo, and may God bless you. Mimi ni daktari wako Dr. Rafiki. Unaweza kunifuatia pia kwenye mitandao mingine ya TikTok, Facebook na Instagram kwa jina la Dr. Rafiki. Asante sana, nikutakie afya njema.